Ah, ona hivyo. Mimi nashangaa tu. Unashangaa nini? Wewe unaona ulivyokonda kama mwanada. Sisi hii tunakufa, lakini haiduru. Wewe unafanya hivi, Mungu atawalipa. Ah, tunamshukuru Mungu kwa maana haikuweza kutuadhibi akili zetu wala afya zetu, Mishi. Ni kweli. Unajua afya ni kitu muhimu katika maisha. Haya, mimi naondoka. Ah. Ngoja, unakwenda haki? Ama umevaa siti hii kujikumbusha zama zakali kale. Unakumbuka kitambo uliko unafanya. Ah hiyo <laughs> ah, na kumbuka. Na kweli nilikuwa nafanya hivyo, lakini Mishi, ya kale hayanuki na aliyopita. Tusahau na aliyopita tazame mbele, lakini mume wangu sasainje ya kale wakati, ndio ametukua hivi, mnamurumia sana mtoto wetu Dama alizaliwa katika maisha ya kizungu sasa, anaishi hapa madongo poromoka <laughs> La, haula. kuna nini kwake Dama? Nakumbuka alipokuwa mtoto mdogo, alikuwa softi. Yaani mlegevu mlegevu. Unakumbuka? Unakumbuka? Alikuwa hata hawezi kuzikata kucha zake. Unakumbuka? Hata mchele mwenyewe hangeweza kuchambua. <laughs> Hata kucheza na wenzake, hangeweza hata kidogo. Mchezo aliyokuwa akitaka ni kucheza ni michezo tu ya kompyuta. Na kila nikikwambia, fanya kitu, tusema asifanye kwamba yeye atafanya na alikuwa analipo. Ni kumulipa, hapo ndipo ulipokosea. Uwezi kumlipa mfanyakazi na kisha umpe tajiriba ya kutekeleza jukumu lake, utapoteza kuilimishi, utapoteza mwanao, utapoteza. Pe. Unafanya mtoto asifanye mambo ambayo anaweza kumkimu maishani mwake. Unafanya mtoto kuwa mlegevu maishani mwake well, Basi mke wangu, asante. Ah, sana. Eh, nimekuwa moto waje.